Nashukuru kwamba tokea tumeanza kampeni hizi, alhamdulillah, tunakwenda vizuri mwenyezi Mungu. Alhamdulillah tumshukuru kwa kufanya mambo yetu kwa salama, tunakuja kwa salama, tunarudi kwa salama. Ndugu zangu, kwa anayejua Gamba hasa wa Chama cha Mapinduzi lazima aingie kiwewe lazima imchanganye, lakini ujumbe mmoja, kwa anayejua Zanzibar, mlichofanya leo ni kuwathibitishia kwamba sasa wenye nchi wenyewe wanataka nchi yao. Kwa hiyo shukurani zangu maalum kwa kweli kwa watu wote wa Mkwajuni wa Chaani, lakini shukurani maalum kwa watu wa Gamba. Mmepeleka ujumbe tena, mmepeleka ujumbe sio mjini tu, mmepeleka ujumbe mpaka duniani kote, maanake sasa hivi hapa tulipo tunaangaliwa na dunia nzima Walioko Kanada wanatuangalia, walioko Marekani wanatuangalia, walioko Uingereza wanatuangalia, ndugu zetu waliko dunia nzima. Kwa sababu kila aliyekuwa Mzanzibari wa kweli, labda awe wa kuchovya, lakini Mzanzibari wa kweli popote alipo duniani, anachokitamani, anachokisubiri, anachokiombea dua basi ni mabadiliko katika nchi yetu. Nyinyi mmewapelekea ujumbe kwamba mko tayari kwa mabadiliko, na Sheikh Ali bin Nassor hapa nimpe mpe shukurani maalum naye na yeye na yeye, kwa alama ile ya zawadi ya mlango, ni alama ya kwamba sasa tuko tayari kwa mabadiliko, sio tu kwamba tunayataka Sio kwamba tunayasubiri, lakini yeye kaja kutuhitimishia kwa kutuambia sasa tuko tayari kwa mabadiliko. Au jamani, hamko tayari kwa huko tayari ee, sasa chombo kinaondoka tarehe ishirini na tisa inshallah. Chombo kinaondoka tarehe ngapi? Naamini nyote mna tiketi, au sio? Sasa ukikikosa utakuwa we mwenyewe, lakini inshallah, wazanzibari wote wanasema chombo hichi cha tarehe ishirini na tisa Oktoba, mara hii sote tutakwenda kuingia twende katika nchi yetu ambayo tunastahiki, sio hii tuliyopo. Ndugu zangu, ukizungumza Gamba, ukizungumza Chaani, ukizungumza kwa Kwajuna, unazungumza miongoni mwa alama ya mapinduzi. Hizi ni katika alama za mapinduzi na hapa Gamba ndio pamewekwa na ushahidi wa nini yalikuwa madhumuni ya mapinduzi, na alama zake zipo hapa. Mzee Karume kwa mujibu wa kumbukumbu kumbu, alikusudia kujenga hapa nyumba elfu moja kwa shilingi milioni sabini za wakati ule kwa hivyo zilizojengwa, ilikuwa ni mwanzo, lakini yeye alikusudia kujenga nyumba elfu moja yani, hizi flat hizi elfu moja kwa gharama ya shilingi milioni sabini lakini leo, mnaona dalili ya nyumba hizi kuongezeka na na hizi alizozijenga kweli unaweza kuziita tena nyumba alizokusudia mzee Karume? Na eh, sasa ndo ndo maana nataka niwaambie maneno mzee wetu mmoja aliyomwambia mzee Jumbe. Alimwambia mzee Jumbe, mzee Jumbe sikiliza, nye mmechukua nafasi baada mzee Karume. Nachowaomba, tudumishe haya matunda ya mapinduzi kwa sababu haya matunda ya mapinduzi yasipodumishwa watu wa waka...